Ukimwona mbwa amefungwa kamba ujue ni mgeni, lakini ukimwona hana kamba basi huyo ni mwenyeji. Ndio maana hata akienda sehemu geni kila sehemu akikuta na, na mti basi atameguka kidogo, atachia kidogo pale aja ndogo, ili mradi baadaye akumbuke njia alizozipita ili asije akasahau. Kwa hiyo naamini lazima aonyeshwe njia kwamba hii ndio Tanzania na hii ndio Simba Sports, na hapa tupo kwenye kiwanja cha ndugu zetu, jeshi la kujenga taifa liko hapa. Kwa hiyo binafsi lazima awaonyeshe mazingira sahihi na wote maadui zetu watakayokuja hapa, tutawanyonyoa namna gani. Kwa hiyo, Matola amemwonyesha njia jinsi gani ya kuwanyonyoa hao watakayokuja katika kiwanja kile cha pale. Kile kiwanja kile huwezi kuingiza mapaka yako, mpaka aingii pale, wala tunguli aingii pale. Kwa hiyo pale binafsi vinaingia vitu vinavyostahili kuingia, na ndio maana tumechagua Mbweni, tumekataa Kebei na Ziaka. Kwa hiyo manake kila pale, pale itatembea na limeanza rasmi, kila la matatu limeanza kila matola pila mataki kwa mara ya kwanza tangu mmehamia pale meja sehem, uh, mnaanza kupata matuatoa uh, viashiria vya namna gani hasa kuelekea Ah uh, hii ni ishara njema kwa sababu tumeenda kwenye uwanja mpya ambaye tulikuwa tumeenda kutumia kwenye mechi zetu za ligi mbili ambayo tulicheza na JKT pale misimu hii tofauti. Lakini tumeenda leo kwa mara ya kwanza tumeuzindua ule uwanja kwa kupata matokeo magoli mawili kwa moja. Nadhani tumekosa clean sheet lakini tumefungua uwanja vizuri. Mimi naamini hawa ile hali ya Ungumani msimu uliopita kama unakumbuka. Tulikutana nao kabla tujaenda kwenye international game wakaja hapa tukacheza hapa kwa KMC. Tulicheza game lakini tukatoka sare ya moja kwa moja. Tukawaweka wakaja wakatumwa. Kwa oh maana ikawa ni karibu pale moja kwa moja.

unajua mbinu ambayo walizokuwa natukumia ndugu zetu ili na wao watimize ile miaka minne ambayo alibeba Simba. So labda uwezo wao ndio uliwafanya wao wabebe ubingwa mara nne back to back. Hapana, walobeba ubingwa mara nne back to back. Umeona? Top scorer msimu minne yote alitoka Simba, MVP msimu yote minne alitoka Simba, golikipa bora msimu minne yote alitoka Simba Sports. Lakini wao wamegawana. Hata msimu ule ulisha golikipa bora Simba Sports. Msimu wa nyuma wake golikipa bora katoka Coastal Union. Sawa? So, msimu wako wa kwanza kwa kwa mabingwa, mchezaji mfungaji bora katoka huko. Ni jagoni. Nadhani unamjua jiji mpole. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wao wa binafsi wao ni watu mwabibu, wa kubebwa bebo ili mradi wapate ubingwa lakini hawakuwa bora. Tulikuwa bora, uliona kabisa sehemu zote muhimu tulizikamata sisi. Tuzo zote muhimu tulizichukua sisi. Kwa hiyo tunarudi sasa kwenye utawala wetu. Washabeba wa mara nne wamelilia kwa mama na nini na mbeleko na kila kitu washabeba wa mara nne. Kwa hiyo sasa watulie. Waendelee kurudi kule kule kutembeza bakuli. Mimi naona kutembeza bakuli kuna nuru. Msimu unaanza washatumia wadhamini wawili. Hii maajabu, je, kutokea? Sidhani kwa sababu tunawafuatilia ligi nyingi duniani. Labda shehe kutokea, mimi ndo naona kwa Tanzania sawa. Walivaa jezi za GSM mechi ya kwanza zidi ya Pamba, lakini mechi ya pili ya ligi, kumbukumbu yangu, wamevaa jezi ya Nia, kampuni ya umoja kina mama duniani. Maana kampuni mbili na jezi tofauti wamezivaa, kampuni mbili wamevaa kwenye kwenye ligi kuu mechi mbili, kampuni mbili. Kampuni ya nini? Kampuni ya umoja kina mama, nia ya umoja kina mama duniani <laughs> ambaye sasa hizi ndo wanautukuza na mimi nawapongeza wana, kwa sababu yeah, kina mama pia wako down sana, lazima tuwapushi nao tuwatukuze wao, na wao sasa hivi wameamua kuwatukuza kina mama na mechi yao waliotukuza kina mama wameenda kutoa pacha pale mbea zidi ya Mbeya eh, City bwana, badala ya mchezo huu wa kirafiki, kituo kinachofuata ni kwenye michuano ya kimataifa. Nasemaje, wanasimba meanza na mbili moja, kocha mkuu naziona dalili za kwenda kufanya vizuri mkiwa katika ardhi ya Ugerini. Ah, dalili ya kwenda kufanya vizuri iko pale pale. Sisi kwenye mashindano ya kimataifa kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki na kati hatuna mpinzani. Yaani, binafsi sisi ndio mwamba zaidi ya mwamba. Yeah, yeah. Kwa hiyo ukizungumzia mashindano haya sisi ndio wenyewe. Kwa hiyo mimi ninachokiamini binafsi kwa huyu mzee wa matatu kwenye mashindano ya kimataifa atatufikisha sehemu ambayo, kwa sababu timu timu professional ipo kwenye mashindano muda mrefu. Huu ni msimu wa saba tunaenda msimu wa nane manake okiain e hinnapambana na tutafanya, hasa mashabiki wa Simba Sports Club, wa Simba tuwe kitu kimoja tupambane kuwasapoti wachezaji wetu. Tunaona wachezaji wameanza vizuri na wachezaji wote tumeachiwa na Fadlu Davids, na wachezaji bora lakini binafsi bila kuwasaidia hawa kuwalinda nje ya uwanja hawataweza kuwa bora. Kwa hiyo ninachokiamini mimi, mimi.